Ukweli au Uongo. Paspoti ni hati ya serikali ambayo hutumika kwa utambulisho wako na uraia, na mara nyingi hutumika kwa usafiri wa kimataifa. Sasa kule nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, haswa eneo la Mashariki, tangu wiki hii kuna machapisho ambayo wamesambaa kwenye WhatsApp, kwenye Facebook na hata kwenye X, yakisema kwamba kundi la waasi wa M23 AFC wameunda paspoti yake. Njoni kuonyesha baadhi ya machapisho yanavyosema. Sasa hapa anakuonyesha baadhi ya machapisho yanavyosema kwenye mitandao ya kijamii na haswa, tunaanza katika mtandao wa X. Hapa katika chapisho hili la mtandao wa X hapa linasema kwamba kuanzia mwaka ujao AFC ama M23 itazindua pasipoti yake. Na je, kwenye mtandao wa tiktok chapisho linasemaje? Linasema hapa kwamba Felix Tshisekedi atawajibikia kuigawanya DRC. Tunaanza kwa kuihakiki kupitia mitandao hiyo hiyo ya kijamii na tunaanza kupitia mtandao wa Facebook. Hapa tunaangalia chapisho hili kwenye mtandao wa Facebook kupitia kampuni ya usafiri ya kule Afrika Kusini inaosema, e kwamba picha hii ndio ilitumika hata unapoitazama hapa, ikionyesha e kwamba ilikuwa ni swali, lilikuwa linajibiwa kuhusu ni muda gani unaochukua ili kupata pasipoti ya kielektroniki ya kule nchini Jamhuri ya, ya Kidemokrasia ya Kongo. Ukilinganisha picha asili na hii bandia ile asili inaonekana vizuri na ile inayopotosha ina ukungu. Vyanzo vya ndani pia vinasema kwamba hakuna hati kama hiyo ambayo imetolewa. Unajiuliza, pasipoti halisi na halali ya nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaonekana namna gani? inaonekana hivi. Ukweli au uongo? Naam, kwa mengi zaidi sikiliza makala haya saa 12 na dakika 20, saa za Afrika Mashariki, jioni hapa katika idhaa ya RFI Kiswahili, lakini pia unaweza kutufuatilia kupitia mitandao yetu ya kijamii Facebook, WhatsApp, Twitter.